Kufika katika jimbo hili la Kondoa Mjini mimi na mwenzangu. Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana wanakondoa kwa namna ambavyo mmejipanga kwa amani na utulivu katika kufanya kampeni. Tumeona kampeni zinavyoenda vizuri chini ya mteule wetu Mbunge Maria. Kwa hivyo, na sisi hapa tumekuja tu kuwekeza kidogo nguvu za ziada na kuwapa moyo kwa yale ambayo yanatokea maeneo mengine hii na nyinyi mzidi kufanya kazi kwa nguvu. Nina maneno mawili tu mazuri ya kuambieni. Dokta Samia Suluhu Hassan anatoka mkoa wa Kusini Unguja, anatoka wilaya ya Kusini. Na mimi bahati nzuri kama mneki nasimamia jimbo mojawapo la wilaya ya Kusini kama mrathi. Kule wameahidi kwamba wanataka wavunje rekodi kwa kura nyingi sana kwa mama Samia kwa sababu ni mtu wa kwao, lakini mimi nasema si vibaya, kwa sababu mama Samia anapiga kura mkoa wa Dodoma akiwa ni mgombea wa rais kiti cha Chama cha Mapinduzi, na Kondoa ni miongoni mwa wilaya za Dodoma, na ndugu yangu Mare hapa yuko imara. Nitafurahi sana mabalozi, nyinyi ambao ndio wamebeba kura za Chama cha Mapinduzi, tukivunja rekodi tukaipigu kusini Unguja, naamini na hilo litawezekana. Na mwisho wa siku tutakuja kukutana tena hapa na mbunge mteule akisha kuwa ameapishwa, kutoa zawadi kwa mabalozi wote wa kunuza. Ndugu zangu wana Kondoa, nyinyi mabalozi ndio wenye kubeba ushindi wa Chama cha Mapinduzi, kweli si kweli? Kwa sababu bila shina hakuna tawi litaloota, bila shina hakuna tunda litaloza zake, kweli si kweli? Na nyinyi ndio wana system hasa damu damu, kwa sababu tunaelewa dhamana kuwa kama hiyo kwa chama chake, yeye ndio mtu muhimu kuliko hata sisi tulio juu, kweli si kweli? Ndio maana ndugu yangu Mariam anawathamini sana. Mariam oye! Kwa kweli hilo linaleta faraja katika taifa letu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa moyo wa imani kwenye chama chetu. Kuna watu wanajiuliza, ambao hawaelewi vizuri falsafa za siasa zinaendaje nchini kwetu, wanaona kwamba tunatumia nguvu kubwa, tunashindana na nani? Lakini ndugu zangu niwaambie kitu kimoja azi ya chama cha siasa kinachojielewa kama Chama cha Mapinduzi, kila inapofika muda karibu na uchaguzi, ni lazima tushuke kwa wananchi, tuwaeleze tuliyoyafanya miaka mitano iliyopita na nini tutakuja kuwafanyia mtakapotupa tena ridhaa. Hata wakati wa chama cha kimoja, wakati bado vyama vingi, miaka ya 80 tulikuwa tuna nadi ilani yetu na tulikuwa tunatangaza yale ambayo chama kimefanya kweli si kweli kwa hiyo sasa leo nini cha ajabu? hata tukiwa peke yetu kwanza wao wako wapi wamefanya nini aje aje waseme nyinyi simnaona Tanzania nzima simnaona TV si mnaangalia sisi tunatoka Zanzibar hakuna alichofanya. Watanadi nini? Wataeleza nini waweza kufanya zaidi ya kuchochea uvunjifu wa amani kwa sababu hawana jipya la kufanya CCM bado imara CCM bado misingi yake iko vizuri kabisa. Kazi zinazofanywa zinaonekana. Awamu ya tano tumeona imekuja, awamu ya sita ametimiza yale ambayo awamu ya tano ilitaka. Mmoja, mojawapo kubwa la kujivunia ni makao makuu kwa Dodoma. Dodoma, Dodoma, oh oye! Sasa hivi Dodoma makao makuu tunalinga na sisi hapa tutakuwa wenyeji pia, kwa sababu makao makuu tunapopendwa. Kwa hiyo jamani, ndugu zangu, wanakondoa mimi kwa kweli nimeridhika na kazi yenu mnayofanya nchi nzima, mabalozi, na salamu hizi zitakwenda moja kwa moja kupitia mimi na mwenzangu pamoja na mteule wetu wa bunge zitafika mpaka kwa Mama Samia kwamba mabalozi bado wana umuhimu mkubwa sana katika taifa letu sisi. Jambo lingine ambalo la mwisho napenda kumalizia ni kwamba Rais Samia aliyoyafanya hayataki kuyaangalia wala mtu mwenye macho ambaye itazama, na mungwana ni vitendo. Mama yetu kajitahidi, mnyonge mnyongeni haki yake yeah. Kafanya kwa jitihada kubwa, ni mama jasiri, sisi tunamjua kuanzia Zanzibar, lakini hata Tanzania bara ameonyesha uthabiti, na yote haya sio kwamba yeye ni yeye kwamba Chama cha Mapinduzi kinapoamua kuweka viongozi kinatathmini nani anaweza kuzusha chama na serikali na ndio maana leo tunalotazamia kwa hiyo